Na leo nipo na mchambuzi wangu bana Rajabu Chapile, vipi bana? Safi barabara. Ah, tunaendeaje? Nipe maneno ah. Safi za hapa ah, za kupotea bwana, unaona wewe umeadimika kweli. Yani ah, tupo majukumu ah. Sasa leo bwana, katika mada yetu hii, ngoja tuangalie kazi ambazo hazifai sana, yani kwenye maisha. Yaani hizi kazi bwana, ukifanya tu unajeka hatarini, yani serikali muda wote inakutafuta. Sawa, kazi ya kwanza ni pusha au kuuza bangi. Ah. Zi kazi nazo ni hatari. Ah, hatari. Eh. Usha limuuza bangi ukamtazia au madawa. Hiyo kazi achana nayo, usifanye hiyo oh. Mm. Muda wote ezewa hapa hivi, muda wote wanakupapa hivi. Lakini si wapo wengine wanafanya kitendo hivi. Ah, wanafanya lakini maisha yao umeona babu. Ah, dakika mbili tu mtu huyu Ah yes, hiyo hey, kazi aoma yeah. Hiyo kazi yachana nayo, haifai kabisa hiyo. Hiyo serikali hapa na hapa eh. Muda wote wanapumulia kwani, muda wote hiyo ha. Kazi ah, haifai mwanangu, basinguatngae a kazi nyingine hapo bana. Hii ndio imekisili sana mitaani, wizi. Ah, ah. Hiyo ah, kazi sio nzuri tufanyaje? eh, yani, bwana wizi haufai eh. Kama itakukosa serikali utakutana na laia au ni asira kali eh. Yaani hatari utoki mwizi mwizi kama itaanza sasa hivi eh. Ah, utoki eh. Utoki eh. Mtu atolea mwenyewe petroli Kaya bana, Kaya mimi, eh. Kaya, mimi, niliushuhudia bana, mtu ka mwizi, pale, mm. Mwizi mwizi pale, kumbe anailizi bana kiunoni, aa, kapigwa kapigwa watu, kajifanya kafa, watu wanapoondoka kainuka, kaondoka. Hiyo mwanangu kwetu utoki, kwanza unapigwa, unavuliwa nguo zote yeah. Kama unailizi watu wanapata ukivuliwa, waambie vijana kazi watafute eh. <laughs> Huwizi haifai baba, wataelewa wengine bwana, si unajua vichwa maji bwana, waelewaji mpaka e, waone wenyewe. Wanasema kazi nyingine hii bwana, uchawi bwana, hiyo ni mbaya sana mm. Yani mbaya sana. Siku moja watakuja kusadilika vibaya mno mm. kwa sababu kuna nyumba zingine wanaingia wao ni wachawi wa wachawi Koo, na kuja. Kwa hiyo unakuja unaganda, si unasikia watu kimagonda wameganda juu hewa yeah? Unadhalilika sana yeah, naganda bishani mwingine juu. Hapa kuna mzee mmoja yeah, alimtupia jini mwenzake yeah. Mwenzake naye alikuwa kidogo amejiweza, naye alijimalisha naye kiuchawi, likarudi kwa kwa mzee mmoja, nikoni kwake, nikampasua jicho. Aya, mzee jicho haoni sasa <laughs> hivi kipofu, ah haoni uh no. hiyo kazi noma, haifai. Uchawi acha nao hiyo, haifai amni kabisa lakini wasio wakatufata sasa, bwana, wanaweza wachelewaje? Wanaweza kaingia hapa studio bwana, ah huyo, ah huyo hapo bwana.